A taratibu, najua a mambo mambo ya surprise. We subiri, lia ni subiri lia, tulia tulia tulia, tangushkagazi taratibu, taratibu kabisa. Hamna viatu, hamna viatu, surprise. Takaupangedi viatu jamani, surprise vitu gani? tarati mambo ya surprise yanakaribia kufikia wakati wake mwafaka. Sasa mimi nakupa leo zawadi tano, sawa? Nakupa zawadi tano ambazo hizo ni surprise. Kwanza nashukuru, nashukuru kwa surprise ulinifanyia juzi, ilikuwa ya ya kibabi sana, ilitia hamasa moyoni mwangu kubwa sana, sawa, Malolo? Hiyo ni surprise ambayo haijawahi kutokea kwenye maisha, na mimi nikatafakari, ni surprise gani, ni surprise gani ambayo inaweza kawa nzuri, ambayo ita- itaonyesha ule mahisia zangu kwamba, zenyewe sasa nakupa zawadi tano, sawa? Utazihesabu tano, alafu mwenyewe utasema sasa hapa zimewakilishwa vizuri kabisa. Haya, tunataka zawadi ya kwanza. Zawadi ya kwanza. Zawadi ya kwanza naomba ije. Eh? Zawadi ya pili, zawadi ya pili, zawadi ya pili. Pili. Tafadhali sana. Ukichani oh, kichani mbona mbona <coughs> mbona na kichani na eh hiyo eh? eh? eh? eh? ni ya tatu ya ba nne. Bado moja, bado moja ya kwangu, bado moja ya kwangu. Haya, masai, masai, masai, masai. Masai. eh uh-huh. Naomba mpatie di zawadi atandoniiabaaafungua macho, upokee zawadi ya tano karibu. Haya, pokea sasa zawadi ya tano, utufungulie tuweze kuona zawadi ya tano. Jamani, na macho yote yaelekezwe hapa. Tumsogele karibu, tunaona yule, tuweze kufungua zawadi ya tano. Tumsogele karibu, sogeni, sogeni, sogeni, sogeni. Leo na familia yangu tunafungua, kwani imenikwaje hapa? Sasa, ndio haya. Tufungulie. Ah, twende. Twende. Hayo fungua tu chap chap huo. Fungue si navuta hiyo. Eh. Bwana. Hm? Amna hiyo. Eh. Jamani mko tayari? Mko tayari? Ah, <laughs> bado sijasikia kelele. Mko <Tuko> tayari? Mko tayari? Basi, miaka 37. Miaka thelathini na saba ianaa sawa, miaka thelathini na tano ni mtoto. Kwa hiyo kifupi, huyu nini ni mtoto wa hiyo. Fungua zawadi i fungua zawadi tuone, fungua zawadi sasa. Jamani, mbona wow, uchungulie, fungua vizuri, chana vizuri, chana vizuri zawadi, fungua afungua. Sa unasherehesha video yetu, unakuwa nani

Sisi ni Msechu bendi, Msechu bendi imekamilika, tuko tayari kwa bendi hii, tuwalike popote, tunakuja kupigia